refu kidogo, tukafika mahali fulani, ukawa na turbulence yani ndege ilikuwa haitulii, na wakati fulani haikutulia zaidi. Sasa wale ambao tulikuwa tumeanza kupata woga, basi tukawa macho, tusingizaiwa. Eh, tumekuchukua basi kugundua kwamba hapa hakuna, hakuna utulivu, hakuna amani unajisikia kwamba sasa lazima uone kinachotokea basi tulipopita mahali fulani ukatokea tatizo hilo, na wote tukawa tukawa tumeamaki. Baadaye ikatulia na walituambia tufunge mikanda. Sasa baadaye tukaendelea na tukafika mahali fulani, tabulansi ikawa kubwa zaidi, yaani msukasuko ukawa mkubwa zaidi. Sasa hapo katika msukasuko kuwa mkubwa kama tulipokuwa tumeketi kwenye ndege, mara tunaangaika ndege na kwenda huku na kwenda huku, na wewe ndio kuisaidia, ninapokwenda huku na kwenda upande mwingine kusudi usije ukaegemea upande mwingine. Nilikuwa nafikiria hivyo, usije ukaegemea huko, mtu ameanguka hivi, na ni kitu cha kawaida. Basi baadaye tumefika mahali fulani, hali ikawa chafu zaidi. Sasa mimi nilipoona hali imekuwa tafu zaidi, nilikuwa na rozali ile ndogo, nikaichukua nikashika mkononi, nikaanza kusali. Lakini kuja kumaliza salamu ali moja ili inachukua muda, maana yake unaposema salamu ali unaangalia hivi, tumeshaanguka. Sasa kuja kumaliza inachukua muda mrefu kidogo. Nilipomaliza kusali rozali tendo moja la rozali, nikaona sasa hapa mimi nimesali lakini hawa waliopo kwenye ndege sio kama wamesali, basi nikabariki wote waliopo kwenye ndege, nikamsha mkono nikabariki. Sasa wakati ninasali watu walikuwa wameangalia huo hao, walikuwa pembeni mwangu, mimi nilikuwa bahati nzuri mshoni mwa mstari wa wa kuingilia hapa, kuna mtu wakati na Alaswa, wakuna, mchani, kuna mwingine alafu hapa kuna mstari mwingine unaanza kwenda hivi. Kwa hiyo hao walikuwa wananiona na wengine walikuwa wanatazama na nilikuwa sijavai sijavaa kikelelo kwa nimevaa tu kawaida. Sasa mmoja wapo hapa pembeni mwanaume akaniuliza, wewe ni padri au ni mchungaji? Nikamwambia niko vyote, niko padri na niko mchungaji, kazi ni moja tu, sikuokoa wa roho za watu. Akaniambia unaweza hapa, nasubiria na ndege inatupeleka hali mbaya sana, ninauza kungama

Baada ya kujua kwamba niko kwa padre hawakujua niko kabila gani? Sasa wakati na yumba ni ndio nitangira moyo yumba kweli. Sasa na baba huyu kwenda kumfikia, lakini nishaona, kumbe na mwili wake kwa anaumia kwa Kisukuma anasema mayo mayo. Sisi mambo mengine yanaendelea hapo. Basi tusikiliza huyu huyu mwenyewe huyu, alikuwa kwa mwanamume lugha ni moja. Kama wake. Kama tukaisiri. Kama tukaisiri. Bas. Sasa tumefika <tipa> Dar es Salaam hapo uwanja wa ndege. Sasa ndiyo tukaanza kutoka kwenye uwanja wa ndege, wakaniuliza una usafiri? Nikamwambia ndiyo nina usafiri, wakasema tungependa kukupeleka, unaenda wapi? Nikamwambia anaenda Kurasini. Basi wakati natoka hapo, nikaja kukutana na kijana mmoja anaitwa Joeli s, kama mnamkumbuka alikuwa anasoma lugha seminari, anatokea Goma. Kufika pale kumbe ni anahusiana ana na kijana huyu huyu baba. Basi kutoka katika hali ya kuogopa kufa, nikakaribishwa pale Dar es Salaam uwanja wa ndege na kabla sijafika Kurasimi. Sasa hoteli za Dar es Salaam zinafaa vizuri, lakini hoteli ile ilikuwa napika vizuri sana, ayo nikaniondolea kale kaoga na nikaishi Dar es Salaam kwa muda, alafu nikarudi nyumbani. Ninataka kusema mafuta mafuta mafuta, mafuta yapo ya katika mtindo mbalimbali. Kuna ambayo ni ni ya ni kimiminika kuna ambayo ambayo ambayo ni magumu kama bata, lakini pia na kujipaka. Yale ya kimiminika huwa yanafanyia katika shughuli nyingi, shughuli moja wapo ni kupika <laughs> mafuta yote yao ya kupikia yako katika kimiminika, lakini pia bata ukiweka kwenye kwenye kwenye mkate basi inalainisha pale unapokuwa unakula mkate. Maana yake unateremka vizuri, na ukitaka kula mkate mingi weka mafuta ukiula. Okay, ukila mkate bila kuweka mafuta bila kuniga. Kwa hiyo unahitaji kuweka hiyo mafuta kusudi inalainisha kwa mafuta, yeah. Ni muhimu sana lakini, pia mafuta katika kanisa letu Katoliki yanasaidia katika kutibu, kwamba unapopaka mafuta unaamini kabisa, hapa Mwenyezi Mungu amenipokea na wakati wote ule hata kiita tayari itakuwa kwa ndio nzuri huyo, hmm. mafuta ni kitu msingi sana lakini <coughs> pia mafuta yanafaa sana hmm. katika vyombo vya moto, ndege zinahitaji mafuta eh, pikipiki, <coughs> magari yanahitaji mafuta, lakini <coughs> katika hayo yote kitu kilicho kikubwa zaidi, kwa mfano kwa pikipiki, ni kabureta. Bibi yangu alikuwa naweza kusema ni kwa Kiingereza kimsingi, ni kabureta. Kale kajamaa kanaingiza mafuta, kanagawa yanayoingia na kutoka, kwamba yameingia lakini kanasukuma mengine yanaenda. Kale kajamaa kabureta kama kameharibika, mafuta hayaingii, lazima utashindwa kuondoka, utashindwa kutembea. Vile vile kwenye ndege kubwa, sio kama kabureta ya kawaida, lakini kuna pump inaosukuma mafuta kama ilivyo magari, unasema inasukuma mafuta, ikiharibika gari limesimama. Sasa kwa binadamu pia, mafuta usipokuwa nayo na kabureta yako ambayo ni moyo, kama umesimama. We, wakati mwingine unashindwa hata kutambua dhambi. Mafuta hayaendi, akili haziendi, ufahamu umesimama na ndio maana katika, katika somo la kwanza baada ya kuona kwamba hawa watu wamekufa na baada ya wao kufa hawana njia nyingine, ni kuwatafutia njia ya kuwasaidia, na njia hiyo iliyo na nyepesi zaidi ni kutumia sala. Kwa hiyo akakusanya pesa akazipeleka kusudi wawaombee, mafuta ya rudi kabla ifanye kazi, waondolewe wa dhambi zao, waweze kupokelewa kule mbinguni lakini pia mafuta, mtu yeyote aliyepakwa aliyepaka mafuta ya kawaida huwa anang'ara, anapendeza, anaonekana hata kama ni jua kali wakati mwingine au mvua, unaona kwamba huyu mtu anaonekana vizuri kwa e sababu amepaka mafuta. Sasa katika somo la pili tulivyosikia, sisi ni wana wa Mungu, tumependwa, maana yake tumepakwa mafuta katika ubatizo wetu wenyewe tulipakwa mafuta na, na katika mafuta hayo tunafanywa kuwa wana wa Mungu, na mafuta yanaanza kutusaidia ili kambilaza zetu zifanye kazi, uwe na namna na, na, na ya kufikiri kwamba kwamba hiki nilichokifanya ni dhambi na hii sio dhambi. Nimalizie kwa mfano kingine alafu tuendelee. Siku moja nimekaribishwa kwenye familia moja wakati tumeketi kwenye familia tunaongea ongea, mtoto <coughs> akaja kwenye familia hapo hapo. Kaja sasa, alipo kama alikuwa na taarifa kwamba tupo watu wakubwa pale, watu wazima, sikumbuki. Basi kaja akapita hadi kimia, tumekaa kwenye nyumba nzuri, makochi mazuri, lakini mtoto akapita. Sasa likawa naniuliza Mbona mimi niliingia kwa adabu humu? Nilitakiwa kuingia kwa kasi kama mtoto huyu, maana ndio ndio yao ya kuingia. Baadaye tumekaa amekuja mwingine hivi hivi, wanapita kwa kasi, lakini wanapopita, wanakwenda kule nyuma, wanaanza kunitungulia, wanaangalia akakamata mali mtabaya na aliyokuja anafanya nini? Hao wanaitwa nani? Sasa mimi nikachukua nafasi nikawaita Kuita wale vijana. Basi mama akaenda kuwaita, wakaweka pale. Nikamwambia sasa sikuambia nilichokiona. Lakini nikamwambia tusali. Sasa wakati tumesimama kusali, kitu kilichomshangaza sana. Yaani watoto wakubwa miaka mitano, sita, saba. Hakuna nakuona kama msara. Yaani ndio kwa hivyo ya ni kinachoendelea ni nini? Nilichogundua katika mazingira hayo, mafuta hayakuwepo kwenye familia, na mafuta ya upendo haukuwepo. Na kama upendo haupo, kila mmoja anafanya vyake, maana yake kuna ubinafsi umetawala. Wapendwa katika Kristo, tujifunze kutambua kwamba hali zetu za maisha zinahitaji mafuta. Kwa hiyo katika mazingira hayo tuepukane na kukurukuka tuepukane na maisha yasiyokuwa na utaratibu, katika maana kwamba wezi kutambua dhambi. Watoto wale niliwashangaa kwamba mtoto anakimbia na mama mkemei na baba mkemei, hawa wanaishi namna gani? Ni kwamba wazazi wakikosa mafuta, watoto hawawezi kupata mafuta, ndio tatizo kubwa. Lakini wazazi wakiwa na mafuta, taratibu taratibu watakuwa wanawafundisha watoto kuwa na mafuta. sasa sio siku nyingi e, nimepitapita kwenye mitaa hapa nadhani, eh, nilikuwa nimepitapita na hapa maeneo ya visore nilifurahia sana, nilikutana na watoto, nimevaa kanzu kanzo havili, tumsifu Yesu Kristo Kristo, nilifurahia sana, na na kitu kitu kitu ni hiki kwamba wanatambua hadi amepita na kama pale na nilishawaona, hawa vijana walikuwa wanacheza cheza mchezo wa kugombana, walikuwa wanagombana wanapigana, lakini walipofika mahali sana, wakoje? hadi hapa wamekuja, ngoja tuache. Wakaacha na wakanisalimia, na nikatembea nikaenda mbele zaidi, kugeuka tu nikakuta wameanza tena. Halafu baada nimepita nimekuta kama vile akatulibili tulikaba zangu

na mimbi nimilipa na, ushuru napita na, mwe sehemu yote sasa. Mafuta, mafuta ya kiisha hizi dhambi zote hizo ambazo ziko wazi zinajitokeza, lakini mafuta, mafuta kama tunayo mwetera wakashoni sasa. Ninasema hilo katika maana kwamba tumefika kipindi cha uchaguzi na kipindi hiki ni kigumu sana. Tuombe wanaokwenda kuchagua, wanaochaguliwa, wote tutende haki ni kitu cas kutenda haki, huwezi kuwa na amani bila kuwa na haki. Tuiombe nchi yetu, tunapokwenda kwenye uchaguzi, kila mmoja anapokwenda kufanya kukutagua, kajua kwamba huyu ninayemchagua, huyu ambaye nimemwacha, nina sababu ya kumwacha. Sichagui kwa sababu wamesema. Nimalizie hivi, noti ya sasa hivi ya shilingi elfu kumi unaweza kununua chakula cha familia ya watu watatu wanne kwa muda wa siku ngapi? Eh? Siku moja. Sasa nini wewe umejibu? Sasa mimi mimi kimsingi noti ya elfu kumi nikienda kwenye hoteli hailitoshi. Hailitoshi. Sasa katika kwa mazingira hayo unaona uchumi ulivyo hali ngumu. Na kwa mazingira hayo tuwe waangalifu katika kuchagua, ili tuchague watu ambao watatusaidia kurudisha hali ya nchi kiuchumi vizuri, lakini kisiasa lakini pia na amani. Usipokuwa na, na haki, huwezi kuwa na amani hata mara moja. Nimalizie kwa kusema tumejumuika hapa kumuombea, kumuombea mama yetu Tereza, mama yetu Tereza ndugu yetu Tereza alikuwa ni mtu wa amani. Bahati nzuri nimeishi katika mazingira ninamfahamu, nilimfahamu. Wakati mjuku wake amepandilishwa, tulikwenda kumtembelea jioni. tulifika pale, akaimba tukaimba naye, maana yake alikuwa ni mtu wa amani, lakini kwa sababu ni binadamu, hapa na pale anaweza kawa amekosea, basi kujumika kwetu hapa kumsaidie kumrejeshea amani yake huko alipo mbinguni. Lakini pia hata mimi mwenyewe nimekuja kugundua hivi, niliambiwa hivi juzi rugandakiavan l na matao za ugamba, kwa sababu nilikuwa nahofia, mimi sina mbuzi wengi au au ng'ombe au kutoa vichwa, lakini kimsingi mmiro sasa nikawa ninahofia nikawa ninahofia kusema, kwa sababu mtakuja kunidai. Lakini hapa wa mkinidai wakubwa zangu wapo, si kwa Tanzania, ndugu zangu kuli namba ile tabu ile ambaye toka kile kinawe ba. Basi tumuombee mimi mwenzetu, mama yetu, bibi yetu ambaye amekumsikia kwa amani. Amani hiyo aliyokuwa nayo ibaki upande huu, lakini pia ibaki upande ule alipowazaa watoto na anapokuwa na wajukuu zake.